Kwa watizamaji wetu wapenda tunawakaribisheni katika ukumbusho wetu kwa moyo mkunjufu kabisa. Naombeni mbakie nasi katika kipindi hiki kidogo. Leo biidhnillahi taala tutakuwa katika nukta ya nane miongoni mwa sababu zinazosaidia dua kukubaliwa nao

na sifa zake zilizo juu, vile vile, mwanzo wa dua au mwisho wa dua, yani, tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, basi tuanze na majina yake ya Allah, ya Ar-Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus na mengineyo, imma mwanzo au mwisho

Basi muombeni Allah kupitia kwa hayo majina, muombeni Allah kupitia kwa hayo majina Kwaibo, limuhimu. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni muhimu, ni jambo ambalo linahitajika ya kwamba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa majina yake yaliyo mazuri na vile vile sifa zake zilizo juu. Jambo la tisa, ikhtiyar jawami'ul kalim wa ahsanu du'a, na jambo ambalo linasaidia ni kuchagua maneno yaliyo jame, maneno ambayo yanakusanya maana pana, yani maneno machache ya yenye kukusanya maana pana, na dua zilizo bora zaidi, ahsanu dua, na zile ambazo zimejumlisha na zimebainisha

wa fil akhirati hasana, na mazuri yote kesho akhira. Basi hii imekusanya mambo mengi, yani maneno machache, lakini maana yake ni pana. Dua yake ni yani, imekusanya mambo mengi. Kwa hivyo hiyo ni inahitajika, inahitajika. Kwa hivyo tukiomba kwa zile dua ambazo ameziomba, ah, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni bora, mbali na kwamba yajuzu, inajuzu adduau bi ghairihi kumwomba Allah subhanahu wataala kwa dua nyingine mbali na hizo, kwa sababu Allah subhanahu wataala ametuambia kiujumla general, yaani, udhuuni, niombeni yaani. Kwa hivyo dua nyingine zozote katika zile mbali na zile ambazo ameomba Bwana uh, Mtume Muhammad sa sallam zinazohusiana na wewe mwenyewe na haja zako, haja yangu na haja yako ni tofauti katika haja yako pengine una, una kitu unataka unataka kupata kazi, una kazi, unatafuta kazi, unataka masomo, hujapata masomo, unataka usaidizi ili uweze kusoma, na unataka mambo mengine. Kwa hivyo, kwa zile haja zako unaweza kumwomba Allah subhanahu wataala. Tunamwomba Allah subhanahu wataala atutakabalie dua zetu, atuondolee dhiki, atuondolee matatizo, atuondolee taabu, na atuondolee mishkili katika maisha yetu, na vile vile atuondolee matatizo hayo kesho akhira. Mpaka katika ukumbusho mwingine. subhanakallahumma